Kiwa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu Belinda Wekesa amefikishwa mahakamani na kuachiliwa kwa dhamana. Mshukiwa Elvis Kibiwot Toroitich alifikishwa mahakamani huko Thika ambako alipinga mashtaka ya kuhusika na mauaji ya Belinda. Msichana huyo alidaiwa kusukumwa na mshukiwa kutoka orofa ya nne ya jengo moja na kufariki. Franklin Wala na mengi zaidi. Elvis Kibiwot Toroitich anayedaiwa kuhusika na mauaji ya Belinda Wekesa yuko kizimbani mahakamani Thika. Mshukiwa alisomewa mashtaka na kufahamishwa yanayomsubiri kuhusiana na kesi ya mauaji inayomkabili. Mshukiwa alipinga kuhusika na mauaji ya binti huyo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki tano. So we'll be remanded at Nairobi remand home, pending processing of board. Maafisa wa upelelezi waliarifu mahakama kuwa mnamo tarehe 8 Februari mwaka huu, mshukiwa huyu alihusika na mauaji ya Belinda Kayanga. Wakati wa mauaji hayo, marehemu alikuwa na umri wa miaka 19 na alikuwa mwanafunzi wa chuo cha uzuri huko Thika. Siku ya tukio, alimtembelea rafikie wa kiume nyumbani kwake eneo la Juja kabla ya kifo chake. Taarifa zinaarifu kuwa katika chumba hicho kulikuwa na wanaume wawili pamoja na binti huyo. Inadaiwa kulitokea vurugu, na mshukiwa alikasirika na kisha kumsukuma msichana huyo kutoka orofa ya nne. Belinda alianguka na kufariki. Polisi wanasema baada ya tukio, mshukiwa alimfuata na kwenda kuuficha mwili wake. Picha za CCTV kutoka eneo hilo zinakaguliwa ili kuwasaidia polisi katika kesi hii, mbali na ushahidi wa mwanamume aliyekuwa katika nyumba hiyo wakati wa tukio. Franklin Wala, runinga ya Citizen.